Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majinsi wa Kenya ni wajenga sana, hawana akili, hawana kiongozi na wanataka kujenga hospitali, hawana kiongozi wanataka kukusanya pesa, hawana kiongozi na wanataka kufanya big project. Yani mwingine Unajua kukosa kiongozi, kila mtu anaona yeye ni kiongozi. Unajua kukosa kiongozi, kila mtu anaona idea yake ndio kiongozi. Mwingine anaamka leo, tujenge hospitali yetu ya majenzi, tumechoka na serikali. Unapata makondo wote wako hapa kwa TikTok, maji wanajiita jenzi. Eh, hiyo idea ni nzuri. Hiyo idea ni ungwana. Hiyo idea tufuate. Uulize swali, hiyo hospitali ukijenga nani atamanage? Ni majenzi. Pesa kulipa madaktari itatoka wapi? Tutakuwa na sanya sanya kwa watu oh, tunangoja madonas wasaidie? Kwani madonas tutakuwa, nyinyi ni kuramba tu matako ya watu wasaidiwe? Requirement ya hizo hospitali, unajua hospitali inataka nini na nini na nini? Nyinyi mko na hiyo pesa? Na nyinyi majensi mko na biashara ya kusomea hizi? Nyinyi majensi mko na job? Nyinyi kwanza ni jobless, hauna biashara. Nyinyi ni mafatherless, maparentless, hauna jukumu zote ni kelele tu hapo kwa TikTok. Kukosa kiongozi, nyinyi wote unakuwa tu kama kondoo, hakuna mtu anaweza move forward au backward. Umekua tu mali moja tu. Kama jinsi wa Kenya ni wajinga, ni wajinga, ni wajinga, ni wajinga zaidi, wameshindwa na majinsi ya nchi zingine. Ya Kenya ni wajinga zaidi. Mwingine leo anaamka leo hivi eh, hey, tu, tu, tu tulete mablesi yetu

mwingine anawaambia watu wewe ni waru, mwingine anawaambia watu wewe ni chokora, mwingine anawaambia watu ni Mjaluo, mwingine anawaambia watu wewe ni Mkamba, mwingine anawaambia watu wewe ni Kisi, mwingine anawaambia watu wewe uko meno nje. What is this? Majenzi wa Kenya ni wajinga sana. Hii vitu ya hospitali hakuna kitu anazofanya, hii ni propaganda. Hii ni propaganda tupu. Hii ni dreaming and walking the same time. Before uende kwa objecti kubwa ni nini ndogo umefanya hapa chini jinsi? Ni nini umefanya hapa chini kwanza, before uende kubwa ya kujenga hospitali. Zile hospitali ziko kwenyu, hiyo serikali imejenga, ambayo iperform vizuri, nyinyi kama mayouth umefanya nini iperform vizuri, before uende hiyo kubwa. Nyinyi hizo mashule ziko area zenyu, hizo mashule ziko county zenyu, ambayo haina mlango aina chochote ya ja jengo mzuri. Nyinyi kama jinsi mmefanya nini before uende kubwa ya hospitali? Nyinyi ma before endo jengea watu hospitali, mabarabara mambaya huko kwenyu mmefanya nini before wende we ujengee watu hospitali ma jinsi, huko kwenyu oko sevu ya chakula mmefanya nini before wende we huko kubwa, unaenda kwa kitu ambao nyinyi uwezi kwanza anza huko kwenye ushago, anza kwenye huko kijiji, anza kwenye huko kwa mashule iko pale, anza kwenye huko mahospitali iko pale, anza kwenye huko mabarabara ziko hapa, anza kwenye uko ma street light ambao iko wakifanye kazi majensia, anza na hizo before uende mambo ya hospitali. Hakuna chochote uko nayo kulipa hospitali, hakuna chochote uko nayo kulipa madaktari. Kwani na viongozi kwanza, nyinyi wajenzi wanataka kujenga hospitali, nauna kiongozi auna lida ahuna secretary auna treasurer ahuna director hauna disciplina. Nyinyi wanataka kuenda kujenga hospitali auna account. Imagine una plan kabisa. Sijui ni watoto walizaliwa nini. Sijui ni kana watoto wa single mothers, sijui kana watoto wa single fathers, sijui kama watoto wa both parents. Sijui kama ni watoto wa condom, uh, co, condo, uh, condom, sijui kama watoto ni wa PPP2, sijui kama watoto ni wa P, uh, family planning, sijui kama watoto wa uh, Gen Z, sijui wametoka kwa system gani? I don't know. Wajielewi, wajielewi, wajielewi, wajielewi. Jinsi wa Kenya ni wajinga sana.